Oh, okay. Hey, hey, katika shambulizi la kutisha na la kushangaza, wavamizi katika bonde la Kerio wamemuua kwa kumpiga risasi padri wa Kanisa Katoliki eneo la Tot Alois Cheroyot-Bet. Kulingana na kamando wa polisi eneo la Elgeyo Marakwet, Peter Mulinge, ambaye amethibitisha mauaji hayo, amesema kwamba kasisi huyo alivamiwa kwa risasi na majambazi alipokuwa akielekea kwenye misa katika kanisa moja eneo hilo. We have lost. Tumempoteza mtu muhimu zaidi katika eneo hili, mtu ambaye amekuwa baba wa kiroho katika eneo hili na ambaye alikuwa akifanya kazi kubwa katika maeneo haya, na tumeanzisha uchunguzi na tutawaeleza we'll you know. Padri Bet pamoja na katekista walivamiwa na kumiminiwa risasi na majambazi waliokuwa na silaha ambao walitoweka muda mfupi baadaye. Hata hivyo, katekista huyo bado hajulikani alipo, kufuatia tukio hilo Taarifa za polisi zinadokeza kwamba kasisi huyo alikuwa amemaliza tu misa ya jumuiya katika kijiji cha Kapkiben kilichoko karibu na Kiriovali na alikuwa akirejea katika kituo chake cha Tot wakati shambulizi hilo lilipotokea umbali wa kilomita moja kutoka kituo cha polisi. Askari wa akiba na wakazi wa eneo hilo kwa sasa wanawasaka washambuliaji, huku mapigano ya risasi yakizuka kati ya polisi na majambazi hao katika operesheni ya kuwakamata halifu hao. We have just lost our Catholic priest, Alois. Tumempoteza Padre Alois kilomita chache kutoka eneo alikokuwa hii leo akiendeleza kazi yake katika jamii hii, na mimi kama gavana hili wa eneo hili nimeambiwa mwendo wa saa nane kwamba ameaga dunia na mwili wake unasafirishwa kuelekea Eldoret, na tunasema kwamba wahalifu wachache wameendelea kufanya uhalifu wa wa eneo hili wakihofia kwamba mkono wa serikali unakaribia kuwafikia. Hali ya huzuni na wasiwasi kitanda eneo hilo kufuatia tukio hilo, huku wakimbizi wa mashambulizi hayo wakiitaka serikali kuimarisha usalama ili warejee manyumbani kwao. Mashambulizi ya mara kwa mara yakipelekea ya mamia ya wakazi kutoroka katika makazi yao. Watu zaidi ya 30 wameuawa wakiwemo polisi, kuanzia mwishoni mwa mwaka huu kufuatia mashambulizi ya wavamizi ambao hulenga wizi wa mifugo nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maiche, ITV.